Ni mwema na fadhili zake ni njema sana, na yeye ndiyo kimbilio letu na ujasiri wetu. Oh, haleluya haleluya! Kama ndo kwanza unafungua radio yako asubuhi leo, karibu. Hii ni Amka na Rapsodi. Ni wakati uh, mzuri wa kujifunza neno la Mungu, na tutakwenda moja kwa moja kupitia rapsodi yetu ya siku ya Jumamosi tarehe ishirini na moja, na neno linasema bali ninyi mmeufikilia mlima Sayuni, mji wa Mungu aliye hai, Yerusalemu wa mbinguni na kwa malaika wengi mkutano mkuu wa kanisa la wazaliwa wa kwanza walioandikwa mbinguni. O, somo linasema tembea na ufahamu wa kimbinguni, tembea na ufahamu wa kimbinguni. Na andiko la ufunguzi tumelisoma ni Waibrania kumi na mbili mstari wa ishirini na mbili mpaka ishirini na tatu ambapo linasema Bali ninyi mmeufikilia mlima Sayuni na mji wa Mungu aliye hai, Yerusalemu wa mbinguni, kwa malaika wengi, mkutano mkuu wa kanisa la wazaliwa wa kwanza walioandikwa mbinguni. Ah, hebu fikiria mtumishi, hapa ndio ulipo, sio baadaye. Inasema bali ninyi mmeufikilia mlima Sayuni kwao, sasa hivi wewe na mimi ambaye tumezaliwa mara ya pili tayari tupo katika mlima Sayuni mtumishi. Ayayayaya, ile Sayuni ya mbinguni, sio ile ya pale Yerusalemu ya, ya mashariki ya kati katika ulimwengu huu tulioko, hapana. Lakini ile Sayuni ya mbinguni mtumishi, bala mandara basira, tupo katika ule mji wa Mungu aliye hai hmm. tupo katika ile Yerusalemu ya mbinguni bala mandara basiri bokura, mbele ya wale malaika wengi kabisa, mkutano mkuu wa kanisa la wazaliwa wa kwanza. Ayayayaya, ay. Mtoto wa Mungu anasema, nakumbuka wimbo tuliokuwa tukiimba zamani hizo ukisema, hakuna siku, hakuna usiku huko, hakuna usiku huko, haleluya, hakuna usiku huko, kwa maana kwa maana Yesu ndiye nuru katika jiji angavu la mbinguni, haleluya, hakuna usiku huko. Ule wimbo eh, kwa wale ambao waka zamani inawezekana watakuwa wanaofahamu, tulikuwa tunaimba, ni wimbo kuhusiana na kule mbinguni, hakuna hakuna usiku Yesu ndiye nuru na ni jiji ya ngavu la mbinguni. Mtoto wangu anasema tunapoimba wimbo huo miaka mingi, tulipoimba wimbo huo miaka mingi iliyopita tulikuwa tukifikiri juu ya mbinguni, na hiyo ni muhimu kwa sababu biblia inasema kila mtu mwenye tumaini tumaini hili katika yeye hujitakasa kama yeye alivyo mtakatifu. Huo ni waraka wa kwanza Yohana sura tatu mstari wa tatu. Yani, ukiwa na tumaini la kuingia katika lile jiji angavu katika Yerusalemu ya mbinguni, kila wakati utakuwa ukijitakasa kama ambavyo Bwana aliye katika mji huo alivyo mtakatifu. Kila wakati utakuwa unasubiria kwa shauku, kwa hamasa bsoou utaelewa kwamba maisha haya ambayo uko sasa hivi unaishi ni safari mtumishi, hapa sio mwisho. Mungu anasema unapaswa kufikiria juu ya mbinguni, vinginevyo kila kitu unachokifanya duniani ni bure oh. lakini tayari ni raia wa mbinguni, raia ya jiji hilo ambalo mtunzi wa zamani wa nyimbo hii aliliita jiji la jiji la mbinguni lenye kung'aa Unaitwa Sayuni, eh? Mji wa mfalme mkuu. Sisi ni raia wa jiji hilo angavu la mbinguni. Usiku ni giza, lakini sisi ni watoto wa mchana. Kwa kuwa umezaliwa na Mungu, umezaliwa katika siku ya milele. Hakuna usiku tena katika maisha yako. Utukufu kwa Mungu. Aya, ya, ya, ya, ya. Umesikia maneno haya mtumishi, eh? Kwamba sisi ni wana wa mchana, sio wana wa giza, sio wana wa usiku. Sisi ni wana wa nuru, mtumishi bala mandara bolobosila na sasa hivi tayari wewe na mimi ambaye tumezaliwa mara ya pili ni raia wa jiji hilo angavu la mbinguni, bala rabo sikiri bokora, mji ule unaoitwa Sayuni, mji hmm? wa mfalme mkuu. Kwa hiyo kama mwempokea Yesu Kristo kwa Bwana Mwokozi wa maisha yako, fahamu elewa kwamba wewe ni raia wa mji huo a laravazigirivokoruvalavai na Biblia inasema njia mwenye haki ni kama nuru ing'aayo ambayo inazidi kung'aa na kung'aa hata mchana mkamilifu hiyo ni Mithali sura ya nne mstari wa kumi na nane. Oh, njia ya mwenye haki, safari ya mwenye haki, safari ya, ya, safari ya maisha yako inapaswa kuwa hivi kama hii ambavyo tumesoma hapa Mithali sura ya nne mstari wa kumi na nane, eh, kwamba njia mwenye haki ni kama nuru ing'aayo ambayo inazidi kung'aa hata mchana mkamilifu, yaani kama vile siku inayopambazuka. Tafsiri nyingine ya, man, ya Biblia katika mstari wa 4:18 eh Mithali 4:18 inaeleza ni kama siku inayopambazuka iking'aa na kung'aa mpaka mchana mkamilifu. Hiyo ndio safari ya mtu mwenye haki. Safari ya mtu mwenye haki sio ile ya kupanda na kushuka. Sio ile ya kwamba leo ninacho kesho sina. Mm, -mm. Sio ya kwamba leo ni mzima kesho ni mgonjwa, hapana. Safari ya mtu mwenye haki ni kama siku inayopambazuka iking'aa na kung'aa mpaka mchana mkamilifu. Ai, Allah rabu zotolobozi. Kwa giza limetoweka nuru imekuja e, giza linamaanisha kila kitu kibaya kila kitu kiovu kilichopotoka na cha shetani lakini nuru inamrejelea Mungu na yote yaliyo mema yaliyoachiliwa ya kiungu ambayo ni ya Kristo katika injili yake ukisema giza giza haiishii tu kwa kutokuwa na nuru mtumishi giza inamaanisha yote yaliyopotoka yanaonyesha yale yote yaliyo maovu yaliyo mabaya, inamaanisha yale yote yanayotokana na yule adui shetani. Hayo ndio giza mtumishi. Kwa hiyo wewe sio mwana wa giza, wewe sio mwana wa usiku, wewe ni mwana wa nuru, kwa sababu nuru inamrejelea Mungu. Bwana wetu Yesu Kristo alisema mimi ni nuru ya ulimwengu. Aya, na akatuita pia sisi kuwa ni nuru ya ulimwengu, kwa sababu tumemwamini yeye. Kwa hiyo wewe ni mwana wa nuru, wewe ni mwana wa mchana ala mandara bozotolo borobo zira ya mtoto wa Mungu anasema si ajabu, bile inasema ninyi nyote mmekuwa wana wa nuru na wana wa mchana, sisi si wa usiku wala wa giza. Unaweza kasoma hilo katika Wathesalonike wa kwanza sura ya tano mstari wa tano eh? inasema ninyi nyote mmekuwa wana wa nuru na wana wa mchana, sisi si, si wa usiku wala wa giza. Kwa hiyo wewe si wa usiku, wewe sio mwana wa giza. Oh, hiyo ni Wathesalonike wa kwanza sura ya tano mstari wa tano na mtoto wa Mungu anasema acha mawazo haya yajaze moyo wako unapotazamia kurudi kwa Bwana hivi karibuni eh? kuwa na msisimuko, kuwa na matarajio, na kama maandiko yanavyosema yafikirini yaliyo juu si yaliyo katika nchi eh, hey, Wakolosai sura tatu, hmm, ya tatu mstari wa pili yafikiri yaliyo juu na si yaliyo katika nchi. Aya, tunavyotarajia kurudi kwa bwana wetu Yesu Kristo hivi karibuni eh, lazima una msimko huu mtumishi, lazima una matarajio haya mm, lazima fikra yako na mtazamo wako imka, imtazamie yeye na ule mji wa utukufu wa ushindi tunaoendea. Mtumishi anasema lakini, unajua, ili kuwa na ufahamu wa mbinguni kiukweli, na kuwa na mwenye faida katika mbingu na baraka kwa ulimwengu, unapaswa kuhubiri injili. Umesikia eh? Hii ili kuwa na ufahamu wa mbinguni kiukweli eh? ili kuwa na faida katika mbingu na ili kuwa baraka katika ulimwengu, lazima na unapaswa kuhubiri Injili bala raba, soto, lobo zira. Kwa hiyo siku zote washirikishe wengine, upende wa Kristo, waambie kuhusu jiji hili la mbinguni lenye kung'aa ambamo kila mtu anayekiri na kumpokea Yesu kuwa Bwana anazaliwa humo, mji wa nuru ya milele. Hebu sikia maneno haya, mtumishi anasema. Hmm? kwa hiyo siku zote washirikishe wengine upendo wa Kristo, na uwaambie kuhusu jiji hili la mbinguni lenye kung'aa ambamo kila mtu anayekiri na kumpokea Yesu kuwa Bwana anazaliwa humo mji wa nuru ya milele haya. Kwa kama Yesu Kristo ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako, kama umemwamini kwa moyo wako na umemkiri kwa kinywa chako, basi elewa, wewe umezaliwa humo ndani ile jiji angavu, katika Yerusalemu mpya. Elewa kwamba wewe ni raia wa mji huo, hata sasa hivi bozira naishi, ukiwa na uelewa huo na fikra hiyo na mtazamo huo Hai. Na hakika maisha yako yatakuwa ni ya ushindi na utukufu yatakuwa ni baraka kwa ulimwengu na yatakuwa na faida kubwa kwa ajili ya mbingu. Haya. Oh, haleluya. Na asubuhi leo unaweza kufanya ma ma maombi haya pamoja na mimi, sema: Baba mpendwa, asante kwa kunifanya kuwa raia wa Yerusalemu ya mbinguni, mji wa Mungu aliye hai. Moyo wangu umejikita katika mambo yaliyo juu na ninatembea kila siku katika nuru ya neno lako, naishi na ufahamu wa kimbinguni, nikiangaza utukufu wako na kuwaongoza wengi katika mji huu, mji huu wa nuru ya milele. Asante kwa tumaini la kurudi kwako, ambalo linanifanya niendelee kuzingatia kusudi langu la kiungu. Aya, katika jina la Yesu, amina. hm. Umesikia maombi haya mtumishi, yenye baraka na ushindi. Baraka soko, eh? Nasema asante kwa tumaini la kurudi kwako. Tunamtumaini Bwana kwamba atarudi, tunatarajia eh? Tumaini nitaraji, tunamtarajia narudi na, na kwa sababu ya kutumaini hilo eh, tunajichochea, tukiendelea kuzingatia kusudi letu la kiungu. Tunalo kusudi hapa duniani mtumishi, hatuko hapa kubahatisha, hatuko hapa kusindikiza, hmm? Hatuko hapa tu ili mradi mtumishi. Bal laramandoroko sida. Tunalokusudi, tunalowajibu. Tuko hapa kwa malengo na kwa madhumuni sahihi mtumishi. Bal larabuzulubuzira. Kwa sababu unalotumaini la kurudi kwake, unazingatia lile kusudi lako. Unafanya kwa juhudi na kwa hamasa. Ai, mal larabuzulubuzira. So, unasababisha injili ya Kristo isonge mbele kwa kasi iwafikie watu wengi zaidi. Ibariki maisha yao na kuwarejeza katika utukufu wa kweli ya neno la Mungu. Oh, asubuhi leo nitakwenda kusomea ma, maandiko ya ziada yanayolandana na somo la leo tulilojifunza linalosema, tembea na ufahamu wa kimbinguni. Na andiko la kwanza ni Wafilipi sura ya tatu mstari hmm, wa ishirini. Wafilipi sura ya tatu mstari wa ishirini, andiko linasema kwa maana sisi wenyeji wetu uko mbinguni, kutoka huko tena tunamtazamia mwokozi Bwana Yesu Kristo hai malarabosokolobasira. Umesikia ili neno mtumishi, wa Filipi tatu ishirini inasema kwa maana sisi wenyeji wetu uko mbinguni, kutoka huko tena tunamtazamia mokozi Bwana Yesu Kristo balarabosokolobasira. Kwa hiyo mtumishi, wewe ni, wewe, <laughs> We si wa ulimwengu huu mtumishi, malarabala bazira. We sio wa kijiji kile unachoishi au mtaa ule unaoishi, mtumishi. Wewe ni zaidi, wewe ni raia wa mbinguni. Kuwa na ufahamu huu mtumishi, tambua utambulisho wako, tambua nafasi yako na ishi kama yule atokaye katika ule mji ambao msanifu na mjenzi ni Mungu mwenyewe. Oh, haleluya! Na andiko lingine ambalo utakwenda kulipitia asubuhi leo sasa na somo tulojifunza ambalo ulikuwa ni somo la Jumamosi atakwenda katika ufunuo wa Yohana sura ya ishirini na moja mstari wa ishirini na tatu ya ufunuo wa Yohana sura ya ishirini na moja mstari wa ishirini na tatu na andiko linasema na mji ule hauhitaji jua wala mwezi kuangaza kwa maana utukufu wa Mungu huutia nuru na taa yake ni mwana kondoo baba umesikia huu mji mtumishi eh mji ule hauhitaji jua wala mwezi kuangaza ay, kwa maana utukufu wa Mungu huutia nuru na taa yake ni mwana kondoo. Haya, huu ni ufunuo wa Yohana sura ishirini na moja mstari wa ishirini na tatu mtumishi. balarabazikili balaborobos praktili mandarabozira huu eh, ndo mji Yerusalemu mpya mtumishi, ambao tunatarajia ayaya kuingia hivi karibuni, hmm? tunatarajia tuna ujio Bwana wetu Yesu Kristo kwa ukaribu zaidi kuliko tulivyowahi kuamini. Hakikisha una nafasi katika mji huo, hakikisha haukosi ule unyakuo wa kanisa, mtumishi, ambao upo karibuni sana, upo karibuni mno zira. kuliko ambapo mwenye kufikiri au Ah, asubuhi ya leo kama ndio kwanza unafungua redio yako, kumbuka hii ni Amka na Rhapsodi, karibu sana. Ni kipindi ambacho kinakujia kila siku kuanzia Jumatatu mpaka Ijumaa kuanzia saa kumi na moja mpaka saa kumi na mbili na wakati mzuri wa kujifunza neno la Mungu, na unaweza kuwasiliana nasi katika namba zifuatazo 0736000999 sifuri saba tatu sita sifuri sifuri sifuri tisa tisa tisa. Ukifanya hivyo baada ya kipindi tutashukuru sana na tutakuwa na nafasi ya kuwasiliana wewe vizuri na kukupa pia nakala ya kitabu hiki cha Rhapsodia ya uhakika ambacho kinapatikana kwa gharama ya shilingi elfu tatu tu kwa nakala ngumu, lakini pia kama una zile simu janja, basi unaweza ukapata nakala laini ukasoma na itakubariki kipekee. somo la jana